Hii ni sehemu ya tatu ya mama wa kambo mchawi. Kama hujafuatilia sehemu ya kwanza na ya pili, basi tafadhali angalia na fuatilia simulizi hii sehemu ya kwanza na ya pili kwenye akaunti yetu hapo juu. Miaka iliyopita tangu Juma na baba yake waondoke kwenye kijiji cha zamani, walihisi kama hatari ilikuwa imepita, lakini Juma hakuweza kusahau tukio la mwisho paka mweusi mwenye macho mekundu aliyekuwa akiwatazama kwa tabasamu la kutisha. Lakini sasa Juma alikuwa mtu mzima, baba yake alikuwa amezeeka sana na maisha yao yalionekana kuwa ya kawaida sana, hadi usiku ule. Mvua kubwa ilinyesha, upepo mkali ulivuma, na Juma alikuwa amelala, lakini usingizi wake uliingiliwa na ndoto mbaya za kutisha. Katika ndoto hiyo alijikuta amesimama kwenye uwanja wa kijiji cha zamani. Aliiona nyumba yao ya zamani, ile walioiacha ikiwa imeharibika na magugu. Mlango wa mbele ulifunguka taratibu na sauti ya mwanamke ikaita kwa sauti ya chini, Juma, nipo hapa. Kisha ghafla kivuli cheusi kilitokea ndani ya nyumba yao kwa kasi isiyo ya kawaida, kikimrukia Juma moja kwa moja. Juma aliamka kwa mshtuko mwili wake ukiwa umeloa jasho. Ndipo aliposikia kitu kingine kwenye kona ya chumba chake, kulikuwa na sauti ya mgurumo mdogo. Aligeuza macho yake taratibu, moyo wake ulipiga mshindo mkubwa. Paka mweusi alikaa kwenye dirisha lake akimtazama kwa macho mekundu aliyong'aa gizani. Kabla ya Juma hajafanya chochote, paka huyu alifungua mdomo wake na kusema kwa sauti ya mwanadamu, umerudi, umerudi kwenye hatima yako Juma. Mama yuko njiani. Paka huyo alitoweka ghafla. Juma alihisi kama damu imekauka mwilini mwake, mama wa kambo anarudi. He, asubuhi ilipofuata Juma alimwambia baba yake kuhusu ndoto na tukio la usiku alilopitia. Mzee Omari aliangalia mbali, macho yake akiwa na hofu ya mtu aliyekuwa akiona giza la kweli. Mzee Omari alisema, Juma, hii si ndoto ya kawaida. Ikiwa Bi Salama amerudi, basi kuna jambo hatukulifanya sawa sawa miaka ile. Baba na mwana waliamua kutafuta tena msaada kutoka kwa mzee Mbungo, mganga aliyewasaidia sana mara ya mwisho. Walipoenda kwenye kijiji cha mzee Mbungo, walipata habari mpya. Mganga huyo alikuwa amefariki wiki moja iliyopita, lakini kabla ya kufa alitoa ujumbe wa ajabu kwa familia yake. Mzee huyo alisema mimi naondoka, lakini semeni kwa Juma kwa kuna kitu bado kiko hai, kitu kilifichwa na ikiwa hata kimaliza kitamfuata hadi mwisho wa dunia. Juma alihisi kizunguzungu, alikuwa akifuatwa. Baba yake alimtazama kwa umakini na kusema, Juma, tunapaswa kurudi kwenye kijiji kile kwa mara ya mwisho. Waliporudi kwenye kijiji chao cha zamani hali ilionekana mbaya zaidi. Hakukuwa na mtu barabarani, kila mtu alikaa ndani, kama walikuwa wakikimbia kitu kisichoonekana. Juma na baba yake walikwenda moja kwa moja kwenye gofu lao la nyumba ya zamani. Walipofika hewa ilibadilika sana, harufu ya vitu vilivyooza ilijaa angani. Ghafla sauti ya mgurumo ilisikika nyuma yao. Walipogeuka waliona paka mweusi yule yule akiwa amekaa juu ya jiwe kubwa, macho yake yaking'aa kama makaa ya moto, na alisema "Mko hapa mwishowe." Paka huyo alizungumza kwa sauti ya binadamu. Baba yake Juma aliinua mkono wake na kumkemea, lakini paka huyo alicheka kwa sauti nzito na kusema, "Unadhani unaweza kunizuia? La hasha, mama hajakamilisha kazi yake." Paka huyo alishuka chini polepole pole na kusimama mbele yao na alisema Ninyi wenyewe mmeleta mwili wa mwisho unaohitajika. Mzee Omari, wakati wako umefika. Juma alishtuka sana na akamwambia baba yake, baba, ondoka hapa haraka. Lakini baba yake hakuweza kusogea, miguu yake ilikuwa kama imegandishwa chini. Ghafla upepo mkali ulivuma na kivuli kikubwa cheusi kilianza kutoka kwenye ardhi. Kilijikusanya kikapata umbo la mwanamke ambaye ni Bi Salama, alikuwa amerudi. Sauti yake ilisikika kwa ukali Omari, niliapa kuwa tutakuwa pamoja milele, sasa ni wakati wa kutimiza ahadi hiyo. Macho ya juma yalijawa na machozi ya hofu alipomwona baba yake akianza kunyonywa nguvu na kivuli hicho. Hakuwa na muda wa kufikiria, alitoa maji matakatifu aliyokuwa nayo na kuyamwaga ardhini. Kulikuwa na mlipuko mkubwa wa mwanga, Bisalama alipiga mayowe Mwili wake ulitikisika na kuyeyuka kama moshi wa moto, lakini kabla hajapotea alimtazama Juma moja kwa moja machoni na kusema maneno ambayo yalimfanya baridi imkimbie mwilini, hii si mwisho mwanangu, tutaonana tena katika ndoto zako. Mwili wake ulitoweka kabisa na upepo ulitulia. Paka mweusi alitoa mgurumu wa huzuni, kisha akatoweka kwenye giza. Baba yake Juma alianguka chini akihema kwa shida, lakini angalau alikuwa hai. Baada ya tukio hilo, Juma na baba yake walihama tena, lakini safari hii walienda mbali zaidi, mahali ambapo hakuna mtu aliyejua kuhusu Bi Salama. Mwaka mmoja ulipita na hakukuwa na dalili zozote za laana kurudi, lakini usiku mmoja Juma alilala na akaota ndoto. Alikuwa kwenye uwanja mkubwa wa giza akiwa peke yake. Mbali kidogo aliona kivuli kikimsogelea, kisha sauti ya mwanamke ilisikika ikisema, mwanangu, nipo hapa, nitarudi. Juma alifungua macho kwa hofu. Dirisha lake lilikuwa wazi, upepo ulivuma taratibu, na mbali alisikia mgurumo mdogo wa paka, kisha kimya. Lakini mwoni mwake alijua laana bado haijaisha. Kumbe ile ilikuwa ni ndoto tu Ndoto iliyomaanisha kupotea kwa watu wale, yani bisalama na paka wake. Na huu ndio mwisho wa stori hii ya mama kambo mchawi. Tafadhali ni kusii, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele, ili kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24 Until next time, bye, bye.